Mpaka leo inaendelea e, kuanzia migogoro ya, iliyotokea ya mapinduzi ya kijeshi ambayo yaliyotokea katika, katika nchi ya Niger ya kumwondoa Ufaransa na kupindua utawala uliokuwepo ambao ulikuwa na muunga mkono Ufaransa, lakini pia mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika katika nchi ya Mali na yenyewe pia ni kuto, yalifanyika katika kujitihada za kutoa utawala ambao uliokuwa unaunga mkono e, e, utawala wa Ufaransa, lakini pia katika nchi ya Burkina Faso vile vile, baada ya kufanyiwa mapinduzi aliyekuwa rais wa nchi hiyo e, Compaure Damibe na yule aliyechukua al, madaraka na yeye kufanyiwa mapinduzi baada ya kushindwa kuwaondoa makundi ya, maasi, ya waasi waliokuwepo katika nchi hiyo na kukomesha zoezi la kuchukuliwa rasilimali zao kwenda kunufaisha nchi za ufaransa la, lakini kabla ya hapo pia kuna vita ambayo ilikuwa imetokea huko nyuma na bado inaendelea vita hii ni baina ya urusi pamoja na ukraine tumefahamiana vizuri lakini bado kuna migogoro mikubwa ambayo inaendelea katika bara letu la afrika na hasa katika nchi ya congo ambapo tumeshuhudia mauaji makubwa ambayo yanaendelea mpaka sasa mamilioni ya watu ya wakongomani wamekwisha poteza maisha lakini pia mamilioni ya watu na malaki wakiyakimbia makazi yao, lakini pia haki za kibinadamu zimekuwa zimetoweka katika ardhi ya Kongo. E, watu, watoto wamekuwa hawasomi tena shuleni. Wa, watu wamekuwa wanauawa, damu za watu zinamwaika ovyo, lakini pia e, wanawake wanauawa, lakini pia wazee wanauawa, lakini pia nchi ambayo imekuwa haina hata mihimili ya kijeshi, mihimili ya kiaskari, mihimili ya usalama, mihimili ya utulivu, jambo ambalo limepelekea sasa wakongomani wengi kuendelea kuishi e, kuyakimbia makazi yao na kwenda kuishi katika e, ukimbizi hasa katika nchi za Burundi pamoja na Tanzania. E, mgogoro ambao huu unaelekea kuwa ni mgogoro wa kikanda, lakini pia ni natija ya uvamizi wa majeshi ya M23 katika ardhi hii ya Kongo. Sasa suluhisho pekee la matatizo haya ni diplomasia. Diplomasia ndiyo njia pekee ambayo itakayokuja kukomisha damu za watu duniani lakini hasa katika nchi zetu hizi. Diplomasia ndiyo njia pekee ambayo itakayokuja kuondoa kuweka mizania sawa ya baina ya hawa wagunduzi wa masuala ya teknolojia na baina ya nchi ambazo zinazomiliki rasilimali ambayo ni madini yatakayokuja kutumiwa na hawa ambao ni wagunduzi katika masuala haya ya teknolojia. Lakini pia diplomasia ndiyo njia pekee ambayo itakayoondoa mizozo hii bila kutengeneza chuki bila kutengeneza fitna, bila kutengeneza uhasama na mgawanyiko ndani ya mataifa yetu hii ma haya ya Afrika. Lakini pia diplomasia ndio jambo pekee ambalo linatokiwa kulindwa, kwa sababu eh, nchi za Ulaya zina, ni lazima zitambue kwamba ulimwengu tulionao leo sio ulimwengu ule ambao waliokuwa wanaishi watu eh, waliopita kabla yetu. Mataifa haya makubwa the super power in the world, ni lazima yajue kwamba ulimwengu umebadilika. Kwa namna ambavyo wanavyotumia fujo, namna ambavyo wanavyotumia vita kama suluhisho la kutaka kuchukua madini kutoka katika nchi za Afrika, wajue kwamba ndivyo ambavyo wanavyopandikiza chuki, lakini pia ndivyo ambavyo wanavyosababisha umwagaji damu ndani ya nchi za Kiafrika lakini pia ndivyo ambavyo wanavyozidi kutengeneza historia mbaya itakayoacha alama ya chuki baina ya mabara haya ambayo, eh, eh, ni mabara bara la Amerika pamoja na Ulaya pamoja na eh, Mashariki ya Kati.